Unapeleka hela za nchi chato vipi? Tundu Lissu, Tundu Lissu ni nani? Tundu Lissu alizaliwa wapi? Tundu Lissu, je, alijipatia vipi umaarufu wa kisiasa? Tulimwita mwizi sio kwa sababu alikuwa anasali msikitini, tulimuita mwizi kwa sababu alikuwa naiba Tundu Antifas Mugwai Lissu ni mwanasiasa maarufu wa upinzani nchini Tanzania aliyejulikana kwa msimamo wake dhabiti dhidi ya rushwa na utawala wa kiimla. Nani aliyesema kwa mujibu wa sheria gani kwamba rais hawezi akasemwa vibaya? Alizaliwa tarehe 20 Januari mwaka 1968 katika kijiji cha Mahambe wilayani Ikungi, mkoa wa Sigida. Lissu ni wakili kitaaluma na amewahi kuwa rais wa chama cha wanasheria Tanganyika, Tanganyika Law Society, pamoja na mwanasheria mkuu wa Chadema. Msimlaumu kwenye hili. Kwenye hili lakini Tundu Lissu alijipatia vipi umaarufu wa kisiasa? Umaarufu wa kisiasa wa Tundu Lissu ulianza kuongezeka kupitia harakati zake za uwakili na utetezi wa haki za binadamu, hasa katika masuala ya mazingira na haki za ardhi. Alifanya kazi Environmental Action Team LEAT mwaka 2010. Alichaguliwa kuwa mbunge wa Singinda Mashariki kupitia Chadema, nafasi aliyoshikilia hadi mwaka 2020. Bunge hili lina wajibu wa kulinda uhuru wa habari. Katika kipindi hicho alijitokeza kuwa mkosoaji mkubwa wa serikali hasa wakati wa utawala wa Rais John Pombe Magufuli. <coughs> Magufuli. Akaja Magufuli Mkatoliki nasikia na yeye. Yupo mmoja mpigaji kelele kweli, tulipojaribu kutrep zile simu zake kila siku ana, ana anaandika mpaka message kwa Mwanyika Mnamo Septemba mwaka elfu mbili na kumi na saba Lisu alinusurika jaribio la kuuawa baada ya kupigwa risasi zaidi ya kumi na sita na watu wasiojulikana akiwa Dodoma. Alipata matibabu Nairobi na baadaye Ubelgiji, ambapo alikaa kwa miaka kadhaa kabla ya kurejea Tanzania mwaka elfu mbili na ishirini kuwania urais kupitia chama cha Chadema. Ingawa hakushinda, aliongeza umaarufu wake kama kiongozi wa upinzani. Lakini ni changamoto zipi ambazo zinamkumba kiongozi huyu wa upinzani Tanzania kwa sasa? Mnamo Aprili mwaka 2025, Lissu alikamatwa na kushtakiwa kwa kosa la uhaini baada ya kutoa wito wa mageuzi na uchaguzi katika mkutano wa hadhara. Kesi hiyo imezua taharuki kubwa huku mashirika ya haki za kibinadamu yakielezea wasiwasi kuhusu hali ya demokrasia nchini Tanzania. Tundu Lissu kwangu mimi na mimi kwake yeye. Mimi ni dada tu kwa Tundu Lissu. Kwa anakuja kumwona dadake. Kwa kama ana shida, kama ana nini atakuja kusema kwa dadake. Tundu Lissu ni mwenyekiti wa Chadema nafasi aliyochaguliwa Januari mwaka 2025, baada ya kumshinda Freeman Mbowe. Naendelea kuwa sauti muhimu ya upinzani nchini Tanzania licha ya changamoto na vitisho vinavyomkabili. Usikose kufuatilia sehemu ya pili ya makala haya. Jina langu ni Kelvin Monene Munguru. Hakikisha kwamba unabonyeza follow, like share and comment.